Asubuhi moja tulivu katika kijiji cha Kambale, anga lilikuwa safi na upepo mwanana ukipuliza manyasi yaliyokauka kutokana na kiangazi kilichodumu kwa miezi kadhaa. Linda, binti mwenye umri wa miaka 21, alitembea taratibu kwenye njia ya vumbi akiwa ameshika mfuko mdogo wa nguo zake chache. Alikuwa amevalia gauni la zamani lililoshonwa na mama yake miaka kadhaa iliyopita, lakini ndani yake kulikuwa na kitu cha thamani zaidi kuliko mavazi, ndoto. Maisha kijijini hayakuwa rahisi. Baba yake alikuwa ameaga dunia akiwa mdogo na mama yake alikuwa akiumwa kwa muda mrefu. Linda ndiye aliyebeba jukumu la familia akiwa bado msichana. Alikuwa akilima, kuosha nguo za watu na kufanya kazi ndogo ndogo kijijini ili kuhakikisha mama yake anapata dawa na chakula. Hata hivyo, maisha ya kijijini hayakuwa na matumaini makubwa. Kila usiku kabla ya kulala, alikuwa akiangalia nyota na kujiambia siku moja, nitavuka milima hii, nitaenda mjini, nitafanya kazi na nitabadili maisha yetu. Siku hiyo ilifika bila kutarajia. Mjumbe kutoka mjini, Bia Grace, rafiki wa zamani wa mama yake, alifika kijijini akitafuta msichana mnyenyekevu wa kufanya kazi ya ndani kwa familia tajiri. Linda alipoitwa, moyo wake ulijaa wasiwasi na furaha kwa pamoja. Hakuwa amewahi kwenda mjini wala kupanda basi, lakini alijua huu ulikuwa mwanzo wa safari mpya. Mama yake alimshika mkono, macho yakiwa na machozi. Linda, kumbuka unakoenda kuna mambo mengi mazuri na mabaya. Usisahau heshima, maombi na bidii. Linda alikumbatia mama yake kwa nguvu, akiahidi kurudi siku moja akiwa amebadilika. Safari ya basi ilianza mapema alfajiri. Kila kitu kilikuwa kipya machoni pake: majengo marefu, magari mengi na kelele za jiji. Alipofika katika nyumba ya Biri Clara na mumewe Martin, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Nyumba hiyo ilikuwa kubwa kama ndoto, milango ya kioo, bustani yenye ya maua yaliyopangwa kwa ustadi, na harufu ya sabuni safi kila upande. Clara alimwangalia kwa makini akasema kwa sauti tulivu, unaitwa Linda sivyo? Karibu nyumbani. Hapa tunapenda usafi, nidhamu na ukimya. Linda alitabasamu kwa adabu akijibu, ndiyo bihaya Clara, nitajitahidi kuwa mwaminifu. Usiku huo alipolala kwenye chumba kidogo kilicho pembeni ya jumba hilo, Linda alijisikia kama mtu aliyeanza ukurasa mpya wa maisha. Hakujua kwamba safari yake mjini haingekuwa ya kawaida, bali ingekuwa mwanzo wa kitu cha ajabu ambacho kingebadilisha maisha yake na ya familia hiyo milele. Siku za kwanza mjini zilikuwa ngumu kwa Linda: kelele za magari, taa zinazowaka usiku kucha na harufu ya mji zilimchanganya alijikuta akitamani utulivu wa kijijini, sauti ya ndege na upepo wa asubuhi uliokuwa ukimwamsha kwa upole, lakini alikumbuka alichomwahidi mama yake, kustahimili na kujituma. Nyumba ya Bie Clara ilikuwa imepangwa kwa utaratibu wa ajabu, kila kitu kilikuwa na nafasi yake, vikombe, vitambaa, hata maua kwenye meza yalibadilishwa kila siku kulingana na rangi ya mapambo ya sebule. Clara mwenyewe alikuwa ni mwanamke wa kuvutia, mwenye umri wa miaka arobaini na kitu alikuwa ni mwanasheria maarufu mwenye kampuni yake binafsi, lakini nyuma ya ujasiri wake Linda aliweza kugundua kivuli cha uchovu na hasira zilizofichika. Clara mara nyingi alikuwa akizungumza kwa sauti kali, hasa pale mambo yasiendavyo kama alivyopanga. Wakati mwingine angefika nyumbani usiku wa manane akiwa na uso wa uchovu na simu ikibebwa mkononi, akipiga kelele kwa washirika wa kazi. Linda kwa heshima alikuwa akimsubiri kimya, akihakikisha chakula kipo mezani na nyumba iko safi. Martin, mume wa Clara, alikuwa tofauti kabisa. Yeye alikuwa ni mtu mtulivu, mwenye tabasamu la upole. Alikuwa akifanya kazi katika kampuni ya ujenzi, lakini hivi karibuni biashara yake ilikuwa inadorora. Linda aliona wazi jinsi ndoa yao ilivyoanza kupoteza joto. Wote wawili walikuwa bize, na mazungumzo kati yao yalipungua kila siku. Licha ya hayo, Linda alijitahidi kuwa daraja kati yao. Alikuwa na tabia ya kuleta furaha nyumbani akipanga maua kwa umbo la moyo, akitengeneza chai ya tangawizi wakati wa baridi, au kumsaidia Clara kuvaa wakati wa asubuhi zenye haraka. Mara kadhaa Marti alimsifu akisema, Linda una moyo wa tofauti, nyumba inahisi joto zaidi ukiwepo. Linda alihisi faraja, lakini pia alivyozidi kukaa ndivyo alivyohisi kama kuna kitu kisichosawa ndani ya familia hiyo. Usiku mmoja, akiwa amelala kitandani, alisikiliza sauti ya biaka Clara ikilia chumbani kwake. Sauti hiyo ilimchoma moyo. Alitamani kumfariji, lakini alijua mipaka ya nafasi yake. Ndani ya siku chache, Linda alijifunza kitu muhimu, kwamba nyumba kubwa, magari ya kifahari na nguo nzuri havimaanishi amani. Alianza kuamini kwamba maisha ya mjini yana siri nyingi na kwamba utajiri hauondoi huzuni, bali huificha kwa mapambo. Lakini hakujua haya yalikuwa ni maandalizi ya jambo kubwa zaidi lililokuwa mbele yake. Usiku ulikuwa umetulia, upepo ukivuma taratibu kupitia pazia jembamba la dirisha dogo lililokuwa kwenye chumba cha Linda. Alikuwa amechoka baada ya siku ndefu ya kufanya kazi, kuosha, kupika na kukimbizana kuhakikisha kila kitu kiko sawa kabla ya Bi Clara kurudi kutoka kazini. Alilala akiwa amechoka, lakini ndani yake kulikuwa na utulivu wa ajabu. Alijua alikuwa anafanya kazi kwa moyo wote. Lakini usiku huo haukuwa wa kawaida. Mara tu alipolala usingizi mzito, alianza kuona picha zisizoeleweka. Alijikuta amesimama katikati ya barabara yenye giza, mvua ikinyesha kwa nguvu, taa za magari zikimulika kwa mbali. Ghafla alimuona Martin akiwa amevaa koti lake la kijivu, akitembea haraka huku akionekana mwenye hofu. Linda alitaka kumuita, lakini sauti yake haikutoka. Kutoka gizani, mtu mmoja alivamia, akimshika shingoni kwa nguvu. Linda alihisi moyo wake ukipiga kwa kasi, akajaribu kukimbilia kusaidia, lakini miguu yake ilikuwa mizito kana kwamba imezama kwenye tope. Kelele za mapambano, mlio wa kitu cha chuma, kisha giza, kimya kilichosikika kama kifo. Linda aliamka kwa kibuno, jasho likimtoka usoni, alikuwa amelowa kabisa, pumzi zikimpanda kwa kasi. Kwa sekunde kadhaa hakuelewa kama alikuwa bado kwenye ndoto au kweli. Macho yake yalitazama dari lililojaa kivuli cha taa iliyozimwa. ni ndoto tu alijiambia, taratibu, akijaribu kutuliza moyo wake. Lakini picha zile zilikuwa halisi mno, sura ya ya Martin, rangi ya koti mvua, hata sauti ya pumzi yake. Alichukua muda mrefu kabla ya kurudi kulala. Kila akifumba macho alikuwa anaona tena ule uso wa hofu wa bosi wake. Alijikumbusha kuwa ni kawaida kuota ndoto za ajabu, hasa unapochoka au una mawazo mengi. Labda ni kwa sababu nilimuona akiongea kwa hasira na mtu kwenye simu leo, alijifariji. Asubuhi ilipofika Linda aliendelea na kazi zake kama kawaida, lakini ndani yake kulikuwa na wasiwasi usioelezeka. Kila alipomwona Bw. Martin akitoka kwenda kazini, moyo wake ulitetemeka kwa hofu isiyo na sababu. Alijaribu kumsikiliza moyo wake, lakini akili ilimzuia. Usijali, Linda, ni ndoto tu. Hakujua kwamba ndoto hiyo ya kwanza ilikuwa mwanzo wa mfululizo wa maono ambayo yangebadilisha maisha ya kila mtu katika nyumba hiyo. Siku zilipita, lakini Linda hakupata utulivu tena. Ndoto ile haikuishia pale. Ilirudi tena lakini, safari hii ilikuwa wazi zaidi, yenye maelezo mapya yaliyomtisha zaidi. Usiku wa pili alipoota, alijikuta tena kwenye ile barabara yenye mvua, lakini sasa aliweza kuona kitu kipya: gari jeupe likiwa limeegeshwa upande wa pili wa barabara, taa zake zikiwa zimewashwa. Ndani ya gari hilo kulikuwa na mtu mwenye kofia nyeusi, akimwangalia Martin kwa macho ya chuki. Linda alijaribu kupaza sauti, lakini mara nyingine ulimi wake ulilemaa. Alipoamka moyo wake ulikuwa unadunda kama ngoma. Alijaribu kusahau lakini ndoto hizo zilianza kuwa kama filamu ya kweli inayochezwa usiku baada ya usiku. Kila siku aliongeza kipande kipya cha maono yale. Mara ya tatu aliona saa mkononi mwa Martin, saa ya dhahabu aliyopenda kuvaa kila siku, ikianguka chini na kuvunjika sekunde chache kabla ya shambulio. Siku chache baadaye Linda alishtuka alipomwona Martin asubuhi akivaa koti lile lile la kijivu aliloona kwenye ndoto. Aliposogea kumsaidia kuvaa, macho yake yakabaki yakimtazama saa yake ya dhahabu. Ilikuwa ile ile aliyokuwa ameiona ikivunjika. Mwili wake ulitetemeka, lakini alijizuia kusema chochote. Mama yangu, alijiwazia kimoyomoyo, kwa nini ndoto yangu inaendelea kujirudia hivi? Kadiri siku zilivyopita mambo madogo madogo yalianza kujitokeza kama ishara za kweli. Siku moja, alipokuwa jikoni, alisikia sauti ya redio ikitangaza habari ya ajali iliyotokea eneo lile lile aliloona kwenye ndoto. Usiku mwingine, alisikia maneno yale yale, yale yaliyosemwa kwenye ndoto, maneno ya hasira yaliyotoka kwa mtu aliyezungumza na Martin kwa simu. Linda alianza kuhisi kama akili yake inachezewa. Alijaribu kujiweka mbali na mawazo hayo, lakini kila kitu kilichotokea kilionekana kama kielelezo cha ndoto zake hata harufu ya mvua ikinyesha usiku mmoja ilimrudisha pale pale kwenye barabara ya giza, kwenye hofu ya kushuhudia kifo. Kila usiku alipofumba macho, ndoto ile ilirudi ikionyesha undani zaidi, kama sinema inayofichua siri taratibu. Na kadiri ndoto hizo zilivyozidi kuwa wazi, ndivyo Linda alivyozidi kuamini kitu kimoja, kuwa hizi ndoto hazikuwa za kawaida, zilikuwa onyo. Lakini onyo la nini, na kwa nini yeye? maswali haya yalikuwa yanamwandama kila siku, yakigeuza maisha yake kuwa safari ya hofu na kuto kuelewa. Siku moja asubuhi, Linda hakuweza kuvumilia tena. Usiku uliopita alikuwa ameota ndoto ile ile, lakini sasa ilionekana kana kwamba ilikuwa tukio la kweli lililokuwa karibu kutokea. Alikuwa ameona hata namba za gari lililokuwa limeegeshwa karibu na barabara, kila kitu kikiwa wazi zaidi. Alipoamka macho yake yalijaa machozi alijua hawezi tena kubaki kimya. Baada ya kumaliza kazi za asubuhi, Linda alikusanya ujasiri na kumfuata Bia Clara ambaye alikuwa amekaa sebuleni akipitia nyaraka zake za kazi huku akiwa amevalia miwani ya kusomea. Clara, Linda alianza kwa sauti ndogo, naomba dakika moja, kuna jambo nataka kukwambia. Clara alimwangalia juu kwa juu bila kuvua miwani. Sema haraka Linda, sina muda mwingi. Linda alisimama kwa heshima, mikono yake ikitetemeka kidogo. Kwa siku kadhaa sasa nimekuwa nikiota ndoto moja ikijirudia, na kila mara ndoto hiyo inahusu Martin na hatari. Alijaribu kuelezea kwa undani: mvua, barabara, mtu mwenye kofia na hata saa ya dhahabu. Lakini kabla hajamaliza, Bibi Clara alicheka kwa kebehi. Linda, unajua tatizo lako? Una mawazo mengi ya kijijini Hizi ndoto zenu za usiku ni hadithi tu, sio maisha halisi. Alitikisa kichwa akionekana kukerwa. Usirudie tena mambo kama haya nyumbani kwangu, sisi hatuishi kwa ndoto, tunaishi kwa kazi. Maneno hayo yalimuuma Linda kuliko alivyotarajia. Alijisikia kama mtoto aliyedharauliwa. Aliondoka taratibu akihisi machozi yakimjaa machoni. Ndani ya moyo wake kulikuwa na mvutano mkubwa, sehemu moja ikimwambia asahau, nyingine ikimwambia kuna kitu cha kweli. Siku zilizofuata Linda alianza kujiuliza kama kweli ana matatizo ya kiakili. Kila alipomwona Martin alihisi kama anaona kivuli cha mauti kikimfuata, lakini alijaribu kujishughulisha zaidi na kazi, kujifanya kama hakuna kitu. Usiku alipolala alijaribu kuomba kabla ya kulala, Mungu, kama hizi ndoto si zako ziondoke, lakini kama ni onyo, nionyeshe nini nifanye. Ndoto hazikuondoka. Kila usiku zilikuwa zikimrudia kwa nguvu zaidi, zikionyesha maelezo mapya. Linda alianza kujua kwamba chochote kilichokuwa kinakuja kilikuwa karibu sana, na kama hakutachukua hatua, labda angekuwa shahidi wa jambo baya zaidi. Ilikuwa ni siku ya Jumatano, anga limejaa mawingu mazito ya mvua. Asubuhi hiyo kila kitu ndani ya nyumba kilihisi tofauti. Kimya kisicho cha kawaida, hewa nzito kana kwamba dunia inashikilia pumzi. Linda alipokuwa akisafisha meza ya chakula cha asubuhi, alitazama kwa nje kupitia dirisha na kushikwa na mshangao. Mvua ilikuwa inaanza kunyesha taratibu na matone yakaanza kugonga kwenye vioo vya dirisha. Moyo wake ukamganda. Ilikuwa ni hali ile ile aliyokuwa ameiona kwenye ndoto yake ya mwisho. Alisimama kimya, akihisi baridi ya ajabu ikipenya ndani ya mwili wake. Kila kitu kilifanana: mvua, taa za barabarani zikimulika kwa mbali, hata harufu ya hewa kabla ya mvua kubwa. Ndani ya sekunde chache akili yake ikarudi kwenye picha zile za ndoto, Martin akivaa koti la kijivu, akishika funguo, akiondoka akiwa na wasiwasi. Linda alihisi hofu kali, akahisi, huu ndio ule wakati, ule aliouona mara nyingi kichwani mwake. Kwa haraka, alikimbia kuelekea sebuleni ambapo Martin alikuwa akijiandaa kuondoka. Alikuwa amevaa koti lile lile la kijivu na saa ya dhahabu mkononi. Linda alishindwa kujizuia, alitupa kitambaa alichokuwa nacho na kumkimbilia huku akipumua kwa shida. Barua pepe pepe. pepe, pepe. Tafadhali usiondoke leo, alizungumza kwa sauti ya juu zaidi kuliko kawaida. Martin aligeuka, akimtazama kwa mshangao. Linda, kuna nini? Mbona unaonekana mwenye hofu? Linda akashika kifua chake, akijaribu kuelezea Sijui utaamini au la, lakini niliona jambo baya likitokea leo. Tafadhali kaa nyumbani angalau leo tu. Kwa sekunde chache kimya kilitawala chumba kizima. Clara aliyekuwa akitoka chumbani alisimama, akiwatazama wote wawili kwa mshangao. Linda tena na hizo ndoto zako? Aliuliza kwa sauti ya kebehi. Usiogope mvua, Martin utachelewa kazini. Lakini Linda hakuacha Alipiga magoti machozi yakimtoka, naomba tafadhali, kuna kitu kibaya nje leo usitoke. Martin alimtazama akasita, kwa muda mrefu alijaribu kucheka, lakini alihisi uzito ndani ya moyo wake. Mwisho wa yote alisema, sawa, nitaondoka baada ya muda kidogo, ngoja mvua ipungue. Linda aliketi chini polepole pole, macho yake yakibaki dirishani, mvua ikiendelea kunyesha. Hakujua kama ameokoa maisha au ameonekana kichaa, lakini moyoni kitu kilimwambia kile alichokiona usiku hakikuwa ndoto tu. Kilikuwa onyo lililokuwa limefika leo. Dakika ziliendelea kupita mvua ikizidi kushuka kwa nguvu. Martin alikuwa amekaa sebuleni akiwa bado amevaa koti lake la kijivu, huku akitingisha mguu kwa wasiwasi. Hakuelewa kwa nini maneno ya Linda yalikuwa yanamgusa kwa namna ya ajabu. Kawaida asingewaza mara mbili kuhusu mambo kama hayo, lakini leo moyo wake ulikuwa mzito, kana kwamba kitu kisichoonekana kinamshika mabega na kumwambia usiende. Baada ya dakika thelathini hivi mvua ilianza kupungua. Martin alisimama, akachukua funguo za gari, akasema kwa sauti tulivu, nadhani sasa ni wakati wa kuondoka. Linda aliyekuwa jikoni alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi alipomsikia akisema hivyo. Alisogea haraka sebuleni, akamwangalia kwa macho yenye hofu. Bwana Martin, tafadhali, alijaribu tena, kaa dakika chache zaidi tafadhali. Martin alishusha pumzi ndefu, akatikisa kichwa. Linda, najua unamaanisha vyema, lakini siwezi kuendesha maisha yangu kwa hofu ya ndoto. Aligeuka kuelekea mlangoni akavuta mpini wa mlango, lakini kwa bahati mbaya, simu yake ikaita. Alisimama akaiangalia na kujibu haraka. Ilikuwa ni meneja wake akimjulisha kuwa kulikuwa na mkutano wa dharura umeahirishwa ghafla. Alitabasamu akasema sawa, nitachelewa kidogo basi. Dakika tano baadaye mlio mkubwa wa kutisha ulisikika kutoka barabarani. Ardhi ikatetemeka, vioo vya nyumba vikatikisika, na Linda alipiga yowe kubwa. Martin, nabie Clara waliruka kutoka sebuleni wakakimbilia nje Gari lililokuwa limeegeshwa pembeni mwa nyumba lilikuwa limelipuka likiwa moto mkali, moshi mzito ukipanda angani. Watu waliokuwa karibu walikimbia kwa hofu, wengine wakipiga simu za dharura. Martin alibaki amesimama ameduaa, mikono ikitetemeka. Alitazama mabaki ya gari lake likiwa limeungua, gari lake mwenyewe ambalo alitaka kuendesha dakika chache zilizopita. Linda alijikuta amepiga magoti, machozi yakimtiririka usoni. Clara alitazama tukio hilo kwa mshtuko, akamwangalia Linda kana kwamba anamuona kwa mara ya kwanza. Baada ya muda polisi walifika, wakaanza uchunguzi. Waligundua kuwa mlipuko huo ulitokana na bomu lililowekwa chini ya gari, likiwa limepangwa kuwashwa kwa muda maalumu. Uchunguzi ulionyesha kuwa lilikuwa jaribio la mauaji lililopangwa na mshindani wa kibiashara wa BW aliyekuwa akitaka kumwangamiza kutokana na tenda kubwa ya kampuni. Wote walibaki kimya, mtu pekee aliyekuwa na majibu alikuwa Linda, msichana wa kijijini aliyefuata ndoto na sasa ndoto zake ndizo zilizookoa maisha ya bosi wake. Siku chache baada ya jaribio la mauaji kushindikana, nyumba ya familia ya Martin ilijaa wanahabari, majirani na marafiki waliotaka kujua ukweli. Linda alikaa kimya kwenye kochi, macho yake yakiwa yamejaa wasiwasi, huku bia Clara akimshika mkono kwa upole. Hapo ndipo polisi walipofika, wakiongozwa na afisa mkuu Bwana Henry aliyekuwa amefanya uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo. Tumepata ushahidi kwamba bomu lilipangwa wiki mbili kabla ya tukio, alisema afisa huyo akiweka faili mezani. Lakini cha kushangaza ni kwamba ndoto za Linda zilianza siku ile ile mipango hiyo ilipoanza kutekelezwa. Kauli hiyo iliwafanya wote wakae kimya. Martin alimtazama binti yake kwa macho ya mshangao na hatia kwa pamoja. Alimkumbuka jinsi alivyomcheka mara ya kwanza Linda alipomwambia kuhusu ndoto hizo. Ina maana alihisi yote haya kabla hata hayajatokea? haya haya haya haya Aliuliza kwa sauti ya chini. Afisa Henry alitikisa kichwa. Ndiyo, na si mara ya kwanza jambo kama hili kutokea. Tumeona visa vya watu wanaopata maono ya onyo kabla ya majanga, lakini mara nyingi watu hawayaamini. Linda alitazama chini akijaribu kuelewa maana ya yote hayo. Sikujua kama ndoto zangu zinaweza kuwa kweli. Nilihisi kama sauti ya ndani inanilazimisha nione kitu kisichoweza kuelezwa. Wakati huo mwanasaikolojia mmoja kutoka polisi, Dkt. Lewis alijitokeza na kusema, ndoto zako zinaonekana kuunganika moja kwa moja na hali ya kiroho au hisia kali za hatari. Hii ni aina nadra ya maono ya kiroho au precognitive dreams, ndoto za onyo kabla ya tukio kutokea. Clara alianza kulia kimya kimya, akisema, tulidhani ni wazimu, kumbe Mungu alikuwa akizungumza kupitia yeye. Linda alihisi mchanganyiko wa hofu na faraja. Hakuamini watu sasa walikuwa wakimwamini kwa mara ya kwanza alihisi kuwa ndoto hizo hazikuwa laana bali ni kipaji kisichoelezeka cha kuokoa maisha. Martin alimkumbatia binti yake kwa nguvu, akisema kwa sauti iliyotetemeka nilikosea mwanangu, ulitukoa. Ndani ya nyumba hiyo hewa ilijaa hisia nzito, mchanganyiko wa hofu, mshangao na shukrani. Ukweli ulikuwa wazi sasa, ndoto za Linda hazikuwa ndoto tu, bali zilikuwa maono ya kweli yaliyotumwa kwa sababu kubwa. Baada ya ukweli kuibuka, hali ndani ya nyumba ya familia Martin ilianza kubadilika polepole. Clara pole, ambaye hapo awali alikuwa akimwona Linda kama mfanyakazi wa nyumbani tu, alianza kumheshimu kwa undani. Alianza kumwita kwa jina, kumshirikisha maamuzi madogo ya familia, na hata kumwalika kwenye meza ya familia wakati wa chakula cha jioni. Kwa mara ya kwanza, Linda alihisi kweli kuwa ni sehemu ya familia hiyo, sio tu kioo cha kazi cha kila siku. Linda Bia Clara alisema siku moja, akisogea karibu naye na tabasamu. Umetuonyesha kwamba si kila kitu kinaweza kupimwa kwa pesa au heshima ya kijamii. Kuna thamani za kipekee ambazo hazionekani mara moja, wewe ni mojawapo ya thamani hizo. Linda alitabasamu kwa heshima, macho yake yakijaa ya furaha na mshangao. Alijua kazi zake na bidii yake zimeanza kuleta mabadiliko zaidi ya yale aliyotarajia. Lakini zaidi ya heshima ya bia Clara, Linda alihisi nguvu ya mshikamano wa kweli wa familia. Hali hiyo ya ya heshima haikukomaa ndani ya nyumba tu. Martin akiwa bado amethibitisha usalama wake na kushukuru kwa maisha, alianza kushirikisha hadharani jinsi Linda alivyokuwa kielelezo cha kipekee cha ujasiri na hekima. Katika mkutano wa wafanyabiashara na marafiki zake, alizungumza kwa sauti yenye mshangao, kila mara tunadhani kuwa tunaweza kuishi kwa akili na nguvu zetu peke yake, lakini mara nyingine malaika huja kwetu kwa njia zisizotarajiwa. Linda, msichana wa kijijini, ambaye alikuwa mfanyakazi wetu wa nyumbani ndiye aliyenituokoa bila hata sisi kujua. Hakika ni malaika aliye hai. Maneno hayo yalivutia wengi. Watu walikuwa wakiuliza zaidi kuhusu binti huyo na baadhi wakimwona kama mfano wa ujasiri na hekima isiyo ya kawaida. Linda akiwa amejawa hofu kidogo na furaha kubwa, alihisi moyo wake ukipanua. Alijua ndoto zake hazikuwa za bure, zilikuwa kielelezo cha nguvu isiyoonekana, na sasa walikuwa wanatambua hilo. Kwa msaada wa Bi Clara na Martin Linda alianza kufuatilia masomo yake zaidi, akipata fursa za kujenga elimu na maarifa yake. Alianza kujiamini zaidi, akiwa tayari kushiriki katika maisha mapya ya jiji, huku akishika thamani yake ya utunzaji, heshima na hekima. Familia yote ilibadilika, na sio kwa kifedha pekee, bali kwa moyo na hisia. Katika nyumba ile kubwa, Linda alijua jambo moja wazi, maisha yake yameanza kupata maana mpya, na safari yake ya maskini wa kijijini kwenda kuwa mkombozi wa familia ilianza kuonyesha matokeo yake ya kweli. Baada ya matukio yote, nyumba ya familia Martin ilikuwa imejaa utulivu mpya. Hata mvua kubwa ilipopita, nyasi za bustani zilikuwa zimepata rangi mpya na hewa safi ilijaza kila pembe. Linda, aliyekuwa amepita changamoto nyingi, alikaa kwenye kochi akitazama dirisha, akikumbuka ndoto zote zilizomfuata usiku kucha. Alijisikia mchanganyiko wa hofu, shukrani na fahari. Alijua kuwa ndoto hizo hazikuwa tu maneno yasiyo na maana, zilimfundisha kitu muhimu: kusikiliza sauti ya ndani, hata pale inapokuwa ngumu, hata pale woga unapotishia moyo wako. Ndoto zake hazikuwa hatari tu, zilikuwa onyo, mwongozo na baraka zilizofichwa ambazo zingemwezesha kuokoa maisha ya mtu anayemheshimu na kumpenda. Linda alijikumbusha jinsi alivyoshindwa mara moja kumwambia Bi Clara, jinsi alivyodhani ndoto hizo ni fikra zisizo za maana na jinsi moyo wake ulivyoendelea kumpeleka mbele bila kuacha. Aligundua kuwa nguvu za kweli hazikuwepo katika mali au heshima tu, bali katika ujasiri, utulivu wa moyo na uwezo wa kutofautisha sauti ya kweli kutoka kwa hofu. Clara, Martin, walibadilika pia. Hawakuona tena Linda kama mfanyakazi tu, bali kama sehemu ya familia yao. Walijifunza kuwa wale wanaokuja katika maisha yako kwa namna ndogo, mara nyingine, wanakuletea baraka zisizo za kawaida. Martin alipohubiri hadharani kuhusu malaika aliye hai aliyemwokoa, watu waliguswa na hadithi hiyo, wakielewa kuwa baraka mara nyingine huficha kwenye sura isiyotarajiwa. Siku moja Linda alikaa katika bustani akitazama maua yaliyochanua. Alijikumbusha jinsi maisha yake yalivyoanza kijijini, changamoto alizopitia, na jinsi ndoto zake zilivyokuwa daraja la kuingia katika familia mpya, jiji jipya, na mwangaza wa maisha. Alijua kuwa kila mtu ana nguvu ya kipekee na mara nyingine nguvu hiyo inajitokeza kwa njia zisizo za kawaida. Hadithi ya Linda ilimalizika kwa ujumbe mmoja thabiti: wengine huja maishani mwetu kama wafanyakazi, kumbe ni baraka zilizofichwa. Alijua sasa kuwa kila mtu ana historia yake, kila kitendo kina maana, na kila sauti ya ndani, hata kama inatisha, inaweza kuwa mwongozo wa maisha. Kwa moyo mkunjufu na macho ya matumaini, Linda alijua kuwa safari yake haikuishia pale bali ilikuwa mwanzo wa maisha mapya yaliyojaa hekima, ujasiri na shukrani.